Nini nakusudia kusema? Nachokusudia kusema, maoni yangu na ushauri wangu ili tufikie uchaguzi huru na salama, na washauri vyombo vya usalama kutotumia nguvu kubwa bila sababu za msingi. Itumike nguvu kubwa kwa sababu za msingi. Ikitokea leo kundi la vijana wanaongeongea maneno, basi likabiliana nao kwa mujibu walivyo wakitokea watu wa shari hao, watakabiliana nao kabla kwa kadhi ya wao walivyo. Tena basi ingefikia pahala hayo magari nini, si vitu vya kutishatisha, vikaka mbali kabisa, askari wao katika hali ya kawaida tu, itawapelekea watu kujitoa basi kuja kupiga kura kwa wingi. Lakini mtu waki, tu, akitoka katika mlango washa washa wa nyumba yake kakuta gari la washawasha, kakuta kirungu kiko barazani, askari wa defender huyu, kaangalia huku angalia huku mashine gani? k ah. <laughs> Sijui kama lengo tunaweza tukalifika vizuri. Kwa hiyo maoni yangu na ushauri wangu, walinzi wetu, vyombo vya usalama, pamoja na kazi yao kubwa wanaoifanya, lakini pia wanao maelekezo yao na kanuni katika kuifanya kazi yao, wajitahidi kutotumia nguvu kubwa bila sababu ya msingi. Wakati mwingine adui unaotoka kabiliana naye kwa ile upole wako hikima na busara tu, bila kutumia ukubwa wa jeshi lako au namna nyingine. Sisi tuna kanuni ndani ya kitabu chetu kitakatifu Quran aya hii nimefundishwa mimi na shekhe wangu, shekhe wa mkoa, Suratul Hujurat, Allah anasema, la tastawi alhasanatu wala sayia idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynahu wa baynaka adawa kaannahu waliyun hamim Haliwi sawa jambo zuri na baya. Mtu akifanya jambo baya, mlipe kwa kumtendea zuri, anageuka ghafla kuwa ni rafiki mpenzi. Wassalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini nakusudia kusema? Nachokusudia kusema, maoni yangu na ushauri wangu, ili tufikie uchaguzi huru na, us na salama, na washauri vyombo vya usalama kutotumia nguvu kubwa bila sababu za msingi itumike nguvu kubwa kwa sababu za msingi. Ikitokea leo kundi la vijana wanaongeongea maneno, basi nikabiliana nao kwa mujibu walivyo. Wakitokea watu wa shari, hao watakabiliana nao kabla kwa kadhi ya wao walivyo. Tena basi ingefikia pahala, hayo magari nini si vitu vya kutishatisha, vikakaa mbali kabisa, askari wao katika hali ya kawaida tu itawapelekea watu kujitoa basi kuja kupiga kura kwa wingi. Lakini mtu akitoka katika mlango wa nyumba yake kakuta gari la washawasha, kakuta kirungu kiko barazani, askari wa defender huyu, kaangalia huku, angalia huku, mashine gani ku, <laughs> sijui kama lengo tunaweza tukalifika vizuri. Kwa hiyo maoni yangu na ushauri wangu, walinzi wetu, vyombo vya usalama, pamoja na kazi yao kubwa unayoifanya lakini pia wanao maelekezo yao na kanuni katika kuifanya kazi yao, wajitahidi kutotumia nguvu kubwa bila sababu ya msingi. Wakati mwingine adui unaotoka kabiliana naye kwa ile upole wako hikma na busara tu bila kutumia ukubwa wa jeshi lako au namna nyingine. Sisi tuna kanuni ndani ya kitabu chetu kitakatifu Qurani, aya hii nimefundishwa, nime mimi na shekhe wangu shekhe wa mkoa Suratul Hujurat.